Kwa hiyo wewe yani, mimi nagumana nasikia kwa hapo umekaa unaniangalia. Hebu mpenzi wangu subiri kwanza, hebu tuliza, Mungu kali sawa. Hata kama ungekuwa ni wewe, yule pale ni rafiki yangu, sawa, na wewe ni mpenzi wangu. Yani nilichokifanya mimi, niko sawa asilimia mia, sijataka kuonyesha upande wowote kwa sababu mpenzi wangu, nakupenda, na yule ni rafiki yangu, tumetoka mbali, ndio maana nikaamua kuna kidogo katikati. Sasa kosa langu mimi hapo liko wapi, eh? Au mna uwezo wa kunilaumu kila siku, ile ni kwa hiyo kama rafiki yako we huwezi kuingilia ugomvi. Yaani wameshakujua wewe mnafiki sana wewe. Ukiwa na shida zako huko haja zimekubali, unakuja, Oh, nataka mapenzi bebi wangu, lakini kwenye mambo kama haya, mimi napotafutia ugali wangu hata unisaidii. Mimi nimekwambia hili kwa nia njema tu, ailini. Yaani sio kutaka hapa tuanze kupigana na makelele tuanze kugombana, hapana. Basi kaa hapo tuzungumze, aishi bebi

Ehe ndugu yangu, ewe, nipe kwanza taarifa kuhusu dawa kwa isi ulivyoitumia. Wewe unataka taarifa gani? Taarifa nzuri bwana, dawa nimeitumia kweli, nimefanya kazi kweli. Sikia bigi, nikwambie, wewe usinifanye mimi mtoto, na tena wewe usinifanye mimi mjinga. Wewe unauliza maswali gani kuhusiana na ile dawa? hali yako unajua kabisa, umenipa kitu sio ndugu yangu, nawezaje kukupa dawa ambayo sio ile dawa? Mimi naiamini sana asilimia mia, ile dawa iko vizuri. Sasa leo hilo kuja kuniambia dawa iko vizuri kweli? Mkude, unajua tuko barabarani, sawa? Na kama unajua tuko barabarani, usitaki kuanzisha kuleta watu hapa, sawa? Ndugu yangu, mimi nawezaje kukupa dawa feki? Wewe, wewe, mimi ni familia, na kama utasema ile dawa ni feki itakuwa basi. Kuna vitu kidogo nimechanganya, lakini naamini kabisa ile dawa ni yenyewe. Ona Bigi, nitakutoa upepo sasa hivi, usione mnyama yako huyo kadhani mimi na kushindwa na kuweza ujue. Sasa kaka Samani, huko kwetu tunafika mbali sana. Kwa hiyo yani unataka kunitoa upepo kisa elfu moja? Basi kama unikodisha elfu moja yako. Sikia Bigi nikwambie, yale mazingira kama ulivyonipa siku ile, lakini mwisho wa siku nimeenda nayo geto, alafu mchumba hajatokea kabisa, unajua Mwisho wa siku kanaletea shida pale mwanangu. Ah, ndugu yangu bwana, unajua <laughs> unishanitoa kwenye mifumo. Yaani, ndugu yangu, leo ushanitoa kwenye mifumo. Yaani roho yangu ilikuwa inanipiga sana. Yaani nikasema kwamba huyu jamaa atanifanya kitu gani hapa? Sawa. Sasa, kama ni shida ni hiyo, wewe ndio mwenye mwenye makosa. Sawa. Wazako wanatumia dawa wakati mwanamke iko ndani. Uweze kutumia dawa mwanamke iko pembeni Maza yake ndo hayo sasa. Sema makosa yangu ndugu yangu. Sasa Bigi, kwa nini haya yote kunalegeza? Sikia nikwambie, bwana, wazungu wanasema shake before you use. Wewe umeuse kabla ya kushake. Sasa ndo nini ndugu yangu, tunakose na kisori kama hicho nikwambie tatizo wewe, kidumu na mfagio ungekuwa ushanielewa, maanake ungeniambia mm. Matumizi kabla ya kutumia. Sasa wewe mwisho wa siku nimetumia, afu ndo unanipa matumizi, wewe bwana wewe. Na kushauri jambo. Sasa hapo unanishauri nini? Nakati tayari mimi mzio nishaumbuka. Nimeshagubwa, unaisha kwa gubwa gubwa tena mangundende. Vipi sasa hapo? Uko tayari kushauri? Wewe nipe ushauri. Sasa kwa kuwa ile dawa ushaitumia tayari, Na ishako tena madhara kama hayo, Fanya kitu kimoja. Kuanzia sasa anza kutumia nazi, korosho, karanga, miogo na vitu vingine vingine. Hali yako itarudi kama kawaida. Sasa kama karanga anatumia kila siku, nakula viazi mviringo, viazi vitamu, sijui mango mango yale mango piko, siyo yote anatumia, lakini mwisho wa siku hali ina, inakuwa kama ile ile. Sawa, lakini wewe pia mwenyewe ni, ni Yuzo, ya una matatizo. Mwenzako Yuzo anatumia vizuri sima yako ina akili. Yuzo ana akili, dawa yake anatumia vizuri. Ana shida yoyote? Ndio maana kila siku anakuja kuifuata anapewa mavla na anapewa sijui nini nini. Wewe una akili a ah? a ah, sikia nikwambie, Yuzo wewe mwenyewe mangu ndende gubwa gubwa kama mimi. Yuzo yule yule pale kitambu mpapilo yule pale. Baada ananichanga sana, kati yako wewe na Yuzo nani mangulele lele nani ngomba ngomba nani kitambi mpapilo? ndugu yangu wewe, ndio kitambi mpapilo. Yuzo mwenzako ajitambua. Sikiza kitu kimoja, unanicheleshea muda Tutaongea wakati ujao. Ah, ah, so, ah. Ria. Elin. Nimekuita hapa na muongezi na wewe. Haya na kusikiliza, muongezi anakusumi. Yaani naomba uniweke tu wazi kwa kweli, kwa sababu sielewi. Mara ya kwanza umnisemea kimafumbo. Mara ya pili umnisemea kimafumbo. Alafu nakaa na mawazo, sielewe na maana gani. Hebu niambie kitu gani ambacho nakifahamu kuhusu mimi. Hamna chochote. Mi nilikuwa nakupa challenge, kuufanya ubongo wako uwe wow, ukae sawa, maana nilikuwa naona ukakaa kama kuku wa kufugwa mle ndani. Upo upo tu kama bogans. Yaani naona mpweki mwenyewe. Unaniambia maswala ya challenge. Challenge ndo nini bwana? Challenge manake chemsha bongo. Nilikuwa nataka niuchemshe ubongo wako angalau na wewe uwe unafikiria fikiria. So unaona hivi unavyokuwa unafikiria angalau, sasa mimi najisikia, kumbe hata huyu mtu ana kichwa cha kufikiria. So unakaa kaa kizembe tu hapo kwao. Mimi nimekaa kama kukoba ndani yani, kiufupi nafugwa nyumbani. Sasa wewe clever hapo, unachokasirika ni nini? Wewe hujafungiwa pale shemeji ya kuweki nani pale? Unakula kwake, unavaa kwake kila kitu kwake. Ndio maana mimi nikaona niwe nakupa challenge kaka yangu angalau hata ubongo wako ufanye kazi yani niko naona umekaa kama bwege bwege tu. Sasa wewe shemeji yako sawa. Mimi ule kaka yangu hata kama nalishwa nafanyaje nyumbani eh, na kingine wewe mwenyewe unaniona naenda kufanya kazi tunaenda kukata mkaa eh, tunauza kuku tunafanya kazi kibao sana eh, tunapata pesa ya kula na kingine hivi mara ngapi utanifumbulia mafumbo ambayo unanifumbia kila siku? Nakuomba niambie kila kitu, kama kuna jambo umesikia huko mtaani, kuna jambo umeliona eh, umelisikia hata nyumbani, dada yako akakuhadisia, labda. Niambie basi mi jirekebishe, mwisho akanikuta mabaya. Hamna chochote nachokuficha, na hamna chochote nachokijua kuhusu wewe. Mi nilikuwa tu nakupa chepisha bongo basi, na kama umenifikiria vibaya, sina maana mbaya na wewe hey. Vipi, mbona hauna viatu hebu. Eh, eh, kwanza tuingie ndani basi, mke wangu. Tuingie ndani. Vipi, mbona unavunja na jasho hivyo? Mpigana na mtu au kuna msiba ulipotoka? Tuingie eh, ndani. Kuni kuna kitu ambacho cha kizungumziki mke wangu. Eh, basi kumwelewa. Naomba basi tuingie ndani. Tuingie ndani. Vipi, ongea hapa hapa, umepatwa na nini bwana? Basi nielewe basi hem tuingie basi ndani. Ah, sasa so, twende. Sir Maggie, mimi nilikuwa na shida mazio shanga wangu imekatika, nikuwa nataka ndokanasaidia kuifungafunga shemeji. Nishikirie je heshima, sijui umenielewa. Lakini shemeji, shanga ikikatika nenanishinda hata kwenye kufunga ile, lakini wanaume wanaweza anaifunga vizuri, alafu akishaifunga ile kuna ile kunguza kwa kwa kidiliti. Mimi mikono yangu melaimu naogopa

Mimi nafikiria hadi hapa imetosha. Hichi kipande kilichobaki naweza nikafika tu mimi mwenyewe nyumbani, naweza tukarudia hapa. Haya, sawa, hakuna shida, ila leo kuna surprise nataka nikupe, hmm. Kwa surprise gani yako jamani? Unakumbuka pale tulivyopita kwenye migomba eh? Pale kwenye migomba bwana wakati huo kurudi, kuna kitu utakikuta pale kizuri sana. Nafikiri utakifurahia, na naimani hicho kitu kitakufanya utamani kujia kwangu kila siku. Sawa, so... tafauta jaka wataacha umalaya, hawana stara, hawana ustarabu, watule wapi aibu? Eti na bado wako shule, wanagonganisha mabwana. Kijiji kimechafuka, hawayaogopi maradhi. Ilokwao sioshika mm, hapa hey, kijijini